Kwa mimi ambaye naifahamu Zanzibar, kwa mara ya kwanza mwaka elfu mia kenda na sabini na nane, nilipokuja Zanzibar nikiwa mwandishi wa habari siamini, nayo yaona sasa. Mabadiliko ni makubwa makubwa makubwa makubwa sana, kwa lugha ya Kizanzibari, it is phenomenal, it is phenomenal the development that Zanzibar has achieved In these four, five years is phenomenal kwa lugha ya Kizanzibari. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee naomba ni kushukuru sana wewe bihafsi, Mheshimiwa makamu wa pili wa rais Zanzibar, kwa kuridhia kuwa mgeni rasmi wa kutufungulia kikao kazi hiki cha mafundo na mazingatifu. Nafahamu kuwa una majukumu mengi yanayokusubiri lakini umekubali kutenga muda wako na kuja kuungana nasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa kutupatia heshima hii kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikao kazi hiki cha mafundo na mazingativu kufanyika hapa Zanzibar hakukuja kwa kubahatisha au kwa dharura bali ni kutokana na umoja wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ushirikiano mkubwa uliopo kati ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambayo nimepewa jukumu la kuiongoza na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ambayo iongozwa na waziri mwenzangu, ndugu yangu, pacha wangu Mheshimiwa Tabia Maulidi Mwita. Kwa miaka kumi na tisa iliyopita kikao kazi hiki kimekuwa kikifanyika Tanzania bara. Katika mikoa tofauti, na wakati wote huo kimekuwa kikihudhuriwa na maafisa habari kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Aidha, kama ilivyoelezwa na katibu mkuu, mwaka 2023 Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita, waziri wa habari, vijana, utamaduni na michezo, aliona umefika wakati mwafaka umefika wa kikao hiki kufanyika hapa Zanzibar, na hakika ndoto ya Mheshimiwa waziri imetimia.